Lakini umeteuliwa wewe ndio sasa teuliwa huku kuwe na, na matokeo chanya kwako mwenyewe, lakini kwa taasisi unayowakilisha kata unaowakilisha na anakiwezekana na, na wilaya yaka izi. Kwa maana gani? Ninaamini mtakapokaa siku tatu hizi, mtatoka mkiwa mmepata mambo kadhaa yatakowasaidia kwenda kuboresha utendaji kazi wenu. Kwa maana nyingine, mtakuwa mahiri katika ufundishaji

Sasa ikawa mnafanya sasa, msikae na umahiri huo peke yenu, wapelekeni peke wenzenu ili na wenzenu wakawe mahiri, ili hatimaye halmashauri yetu hii lile uge la kusema tuna wanafunzi wasio mudu mpaka darasa. Naitwa Mwalimu Saimani ni afisa elimu taaluma halmashauri ya Uvinza kwa sasa. Tunaendelea na mafunzo ya KK katika yetu halmashauri yetu ya Uvinza, kuanzia tarehe 3 mpaka tarehe 5 rais wetu wa jamhuri ya muungano wa tanzania dokta samia hassan suluhu ambaye kimsingi amekuwa akituboresha miundo mbinu ambayo inaturahisishia katika kufundisha wanafunzi katika mradi wetu wa shule bora ambao kimsingi ndio unao unaotusapoti katika haya unatusaidia katika maeneo mengi mengi kiwa ni kujifunza ujifunzaji miundo mbinu na vitu vingine, lakini kwa maendeleo na haya mafunzo ya KK. Na lengo la mafunzo haya ni kutaka kukomesha watoto wasio mdu KK, ili waweze kutoweka kabisa. Au msingi walimu waliohudhuria ni wachache, lakini watakaporudi shuleni kwao, kila mtu ataweza kushiriki kwenye jezeke na mewata. Ambazo ambapo atawa, atalifisha utaalamu huu alioupata umma hii kwa walimu wengine ili wote tuweze kuimba wimbo mmoja, kwa maana kwamba tuweze a tuweze kutokomeza watoto wasiomdu stadi hizi za KK au tupunguze kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo ni matarajio yangu kwamba tutakapokuwa tumemaliza mafunzo haya tutaweza kufanya vizuri, na mwisho wa siku itatusaidia kufanya vizuri mtihani wa upimaji wa darasa la nne na mtihani wa darasa la saba ambapo tutaendelea kuwa vinara katika mkoa wetu wa Kigoma, yani kwa maana kwamba kuwa wa kwanza, kama kauli mbiu yetu inavyozungumza kwamba sisi Uvinza ni wa kwanza. Kwa hiyo kimsingi, niendelee kumshukuru rais wetu, pia niendelee kuwashukuru wadau wetu kwa shule bora, kwa Imi, wa shule bora waliotusupport katika kuweza kupata mafunzo haya. Asante. Mimi naitwa mwalimu Dennis Jonas Kingwa, nafundisha katika shule ya msingi Tamkareli iliyoko kata ya Kazura Mimba. Nashukuru sana kuwepo katika mafunzo haya ya shule bora mafunzo haya naamini tumepata mambo mengi sana ambayo yatatuwezesha katika ufundishaji wa madarasa ya chini, yaani darasa la kwanza, darasa la pili. Kwa vitu ambavyo tumeshavipata tangu tumeanza mafunzo haya shule bora, tumejifunza kwanza mtaala wa zamani na mtaala ulioboreshwa. Mtaala wa zamani tuliona kwamba huu mtaala ulijikita sana kwenye nadharia zaidi kuliko vitendo. Mafunzo lakini... haya yanayoendelea, tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia, lakini pia tunaishukuru sana shule bora kwa kuendelea kuboresha miundombinu iliyoko mashuleni. Hivyo walimu tutajitahidi kwa kadri tunavyoweza kusaidia hawa watoto ili waweze kumudu KK, na kwa kiwango kikubwa mpaka sasa KK imefanikiwa kwa wanafunzi wetu. Mwisho nitoe ulai tu kwa wazazi waendelee kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kuwa watoto wote walioko mashuleni wanapata vyakula na lishe bora, ili tuendelee kupata ufanisi zaidi katika ufundishaji na ujifunzaji. Subanda ni mwalimu wa shule ya msingi Nyambutwe iliyoko katika wilaya ya Uvinza. Nipo hapa kama mshiriki kwa ajili ya mafunzo ya KK. Kwa kweli mafunzo ya KK ni mafunzo bora kabisa, kwa sababu yanatuimarisha katika mtaala ulio bora. Mafunzo haya yatakusababisha tuweze kwenda kufundisha watoto kwa kina na kwa muhtaji wa kisasa ambao unapelekea watoto wawe na ari ya kupenda kujifunza na kupenda masomo hasa kwa watoto wadogo wa darasa la kwanza na darasa la pili. Lakini mafunzo haya pia yanatuimarisha sisi kama walimu na kutupatia mbinu mahususi ya kufundisha katika madarasa haya. Kwa hiyo, mafunzo haya ya KK yanatuimarisha na yanatupa ujasiri zaidi kwa sababu tunafundisha kwa mbinu za kisasa zaidi kwa sababu watoto wanatumia matendo kuliko nadharia. Kwa mafunzo haya ni bora sana kwa sababu yataleta mafanikio katika shule zetu. Asante. Yes.